Dalali Mrembo OG nawaletea nyumba leo kutoka Kigamboni Kisiwani. Nyumba hii ni nyumba ya biashara. Napozungumza biashara nazungumzia wapangaji. Nyumba hii ina wapangaji tu. Kwa nje na fremu mbili za, za biashara na kila fremu mpangaji analipa laki moja. Ndani kuna vyumba vya single, single room ambazo analipa laki, mo, kila mpangaji analipa laki moja. Na hii nyumba kubwa ina vyumba vitatu vya kulala, sebule, jiko na dining. Na nyumba hii mpangaji analipa laki sita. Kiwanja hichi kinapatikana kwa siku ya mi kina ukubwa wa siku ya mita mia nne. Karibuni sana. Inapatikana kwa bei ya milioni mia moja na ina hati kamili ya wizara. Karibuni sana.